Asidi ya uric ni kemikali inayozalishwa mwilini wakati mwili unavunja purines. Purines ni misombo ya kemikali inayopatikana katika vyakula fulani na pia huzalishwa na mwili. Asidi nyingi ya uric huyeyuka kwenye damu, hupita kwenye figo na huondolewa mwilini kupitia mkojo. Inatokeaje mwilini? Mwili hutoa asidi ya uric wakati unavunja purines. Purines hupatikana katika vyakula na vinywaji vingi ikiwa ni pamoja na nyama nyekundu, samaki wa baharini na pombe. Figo huchuja asidi ya uric kutoka kwenye damu na kuiondoa kupitia mkojo. Ikiwa mwili unazalisha asidi ya uric nyingi sana au figo haziwezi kuiondoa vya kutosha, asidi ya uric inaweza kujilimbikiza kwenye damu. Madhara ya asidi ya uric nyingi mwilini. Kiwango cha juu cha asidi ya uric mwilini kinaweza kusababisha ugonjwa wa gout. Gout ni aina ya arthritis ambayo husababisha maumivu makali, uvimbe na uwekundu kwenye viungo. Asidi ya uric nyingi pia inaweza kusababisha mawe kwenye figo. Viwango vya juu vya asidi ya uric visivyotibiwa hatua kwa hatua husababisha uharibifu wa kudumu wa mifupa, uharibifu wa viungo au tishu na kuongezeka kwa matatizo ya figo. Vyakula vinavyoongeza asidi ya uric mwilini: nyama nyekundu, samaki wa baharini, pombe, vinywaji vyenye sukari. Vyakula vinavyopunguza asidi ya uric mwilini: matunda na mboga, nafaka nzima, maziwa yenye mafuta kidogo, maji mengi. Ushauri wa ziada kwa jamii. Kula chakula chenye afya na uwiano. Punguza matumizi ya pombe. Kunywa maji mengi. Fanya mazoezi mara kwa mara. Pima kiwango cha asidi ya uric mwilini mara kwa mara.